Wanahabari, habari za mchana. Um, eh? Kristo tumaini letu. Ndugu wanahabari, sisi ni waumini wa Katoliki, tuna mshtaki askofu Uluacha na Padekitima kwa Papa. Sisi ni makiredeo shilinde na Lucy Michaeli kwa niaba ya waumini wa kanisa Katoliki, zaidi ya waumini mia moja ishirini kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania, tuna utaarifu huu kwamba tumechukua hatua rasmi kikanuni kuandaa kuwasilisha kwa waumini huyo yanayoonekana kuwa kuharibu chama, kuharibu, kuharibu chama cha Chadema. Hoja kuu zilizowasilishwa ni hatari ya kulifanya kanisa lionekane upande wa chama cha kisiasa, kuvuruga, kuvuruga nafasi ya kanisa kama sauti ya haki ya wote. Kundi la chama au kusababisha mgawanyiko wa waumini kwa misingi ya siasa, jambo ambalo linakwenda kinyume cha na Injili. Mtume Paulo aliandika usimfunge aliita baadhi ya watu marofa wananjaa wapumbavu na kuoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Matayo. Ukifungua Matayo tano mstari wa ishirini na mbili unasema hivyo. Lakini sio Matayo tu, Canon Law inasisitiza kanoni ya 220 heshima na utu wa waumini lazima vilindwe, lakini kanoni ya 386, askofu wajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi, askofu wajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanoni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanoni ya 392 askofu azuie as matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francisco alisema wachungaji si waamuzi wa wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa, katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima hakujawahi kuwa uwasi Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli, pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini, nilipompinga uso kwa uso kwa sababu alikuwa amekosea. Jamani, nendeni mkaangalia wa Galatia 2 mstari wa 11 unasema hivyo. Lakini pia Mtakatifu Gregory Mkuu aliandika, mchungaji anapojivuna ndiye anayeliunda kundi lakini pia hatua iliyochukuliwa na maana yake, kwa kuzingatia hoja zetu hizo, waumini zaidi sisi hapa ya mia moja ishirini nafikiri, wote mmeona nyuma, tumeambatana tumetoka parokia mbalimbali <coughs> wamefikisha swala hili kwa Papa Leo, Papa Leo leo wa kumi na sita kwa utaratibu wa, wa kikanisa. Kama mlivyoona asubuhi tumeanzia pale, lakini hatua hii ina maana moja kuu: kanisa ni la waumini, si mali ya mtu mmoja si cheo wala sio taasisi ya mtu mmoja. Lakini wito kwa jamii, sasa sisi wa Katoliki baadhi yetu, wito wetu kwa jamii, tunatoa wito mzito kwa jamii na waumini wote. Jamii itambue kuwa haki ya waumini kudai wajibikaji ni sehemu ya uhai wa kanisa. Waumini wasitishwe wala kubezwa kwa kutumia haki zao za kikanuni. Viongozi wa kanisa wakumbuke kuwa mamlaka kiroho ni huduma si silaha ya vitisho. Madhabahu yabaki kuwa mahala pa Injili, si jukwaa la matusi. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Tuelewane hapa. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Kanisa linapojisahau waumini ulikumbusha, na ndio maana sisi tunachokifanya sasa hivi. Aidha, kama viongozi wetu walijisau, tunawakumbusha kwamba wasikae kwenye mlengo wa siasa wa chama kimoja. Ni nafikiri tutawaachia pia inaraka nyie waandishi wa habari kwa ajili ya aidha kupata content zenu, lakini hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana, Mungu abariki waandishi habari, bali kama kuna mwenye swali panuzi, kama kuna kitu haujaelewa unaweza ukauliza. Ishaya sawa, wadaliia Hapana, tutaki aondolewe kwa sababu bado ni kiongozi wetu wa dini na tunamheshimu sana, na bado anatuhudumia kiroho. Tunachokitaka arudi kwenye mlengo wa kiroho. Kanisa siyo sehemu ya siasa. Karibu. Ah, kabla ya kufanya hii presi pengine nimeshajaribu kuwasiliana na kiongozi mwenyewe na pia la pili ili mtu awe Mkatoliki. Ni mwisho wa mwaka na ni wakati wa familia kwa pamoja. Furahi na